Nitalishukuru jina lake jina lako kwa ajili ya wema na uaminifu wako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Basi ndugu zangu wapendwa, kama vile askofu ametueleza na kama tujuavyo, tumekusanyika hapa kwa nia moja na hii nia ni kutoa shukrani, kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa yale mema mengi sana ametenda katika maisha ya askofu mwenyewe, katika maisha ya wazazi wake, katika maisha ya familia yake, ndugu zake na dada zake na familia yote, katika maisha ya wanajeshi pata mchungaji mwema kwa ajili yetu sote, kwa sababu kila mmoja wetu vile vile Mungu ametenda makuu. Kwa hivyo tunakuja kumrudishia shukrani. Na kwa hivyo kwanza kabisa natanguliza kuwashukuru nyote, nyote kabisa, kwa kufika siku ya leo. Mmejitolea nyote, najua kwamba muna mambo mengi ya kufanya na mngekuwa bizi, na mngeamua kwamba hamtafika hapa, lakini mmefika hapa sio tu kwa sababu ya askofu. Umefika hapa kwa ajili ya kumrudishia Mungu shukurani, na hilo ni jambo la maana sana ambalo umefanya. Na kwa hivyo sote kweli, nawashukuru sana. Kwa hivyo mngeukie mwenzako, umwambie umefurahi kumwona siku ya leo yes. Yaani, umefanya jambo la maana sana. Hata kuna kama kuna yale wote ulikuwa umepanga kufanya leo, leo umefanya kitu cha maana sana, muda wako kuja kumrudishia Mungu shukrani, kuunganika na askofu kumrudishia Mungu shukrani. Umefanya jambo la maana sana. Kuna malaika wawili walitumwa na Mungu wakaambiwa waende wachukue maombi ya watu ulimwengu mzima, sio Kenya peke yake, kila mahali mpaka Iraq na Somalia. Kila mahali walienda hawa malaika, na sasa hawa malaika baada ya, ya siku moja tu wakarudi mbinguni. Sasa mmoja alionekana amebeba magunia na magunia na magunia choka sana. Sasa malaika wenzake wakamuuliza wewe, kweli Mungu alikutuma ukabebe ma maombi gani? Akasema, nilitumwa nilete yale maombi yanasema ninataka ninataka ninataka. Wakafungua kidogo, wakaona ninataka kuajiriwa kwa jeshi, ninataka kuwa MCA, ninataka kununua gari, ninataka kupita mtihani ninataka kuwa askofu. Kuna fala moja alikuwa amesema ninataka kuwa askofu. Kwa hivyo zilikuwa magunia magunia yalikuwa yamejaa. Sasa mwenzake alikuwa na uhuru bag. Huyo malaika mwingine alikuwa na ka uhuru bag. Unajua uhuru bag ni nini? Kale ka green, si ndio? Na kalikuwa hata amekashika hivi. Akauliza na yeye jamani kwani ulitumwa na Mungu kufanya nini? Nikachukue maombi ya shukrani. So, ulimwengu mzima shukurani ilikuwa ni hiyo tu, huruba kadogo tu, hata hakakuwa kamejaa, lakini maombi mengi yalikuwa naomba hiki naomba hiki naomba hiki. Kwa hivyo leo tunakuja kumrudishia shukrani. Kwa hivyo hakuna mtu hapa, usiombe kitu hapa, sawasawa? Yeah. Hapa tumekuja shukrani peke yake, sawa? Kwa hivyo hapa tumekuja kutoa shukurani, na hakuna sala kubwa ya kutoa shukrani kama misa. Najua mlifundishwa hii katekizi, nyinyi ambao ni wa Katoliki, kwamba jina ya Ekaristia inamaanisha shukrani, na hii ndio sala kubwa ya shukrani. Na ni kwa sababu gani hii ni sala kubwa? Kwa sababu, hapa katika hii altari tutatoa sadaka ya Kristo mwenyewe. Kwa hivyo leo tutaenda Kalvari, pale msalabani Yesu alipotoa mwili wake akafa. Kwa hivyo hii ndiyo sala ya kubwa sana ya kutoa shukurani kwake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunaunganisha shukrani zetu na sadaka ya bwana wetu Yesu Kristo, na ndiyo sababu inaifanya misa kuwa sala kubwa sana ya shukrani. Kwa hivyo wewe usiwaichoka, mkristo mkatoliki. Mungu ukijisikia, Mungu amekutendea mema, usichoke kwenda kwa karoko wako, umwambie unaomba misa ya shukrani nyumbani, sawasawa. Kwa hivyo wewe, maisha yako yakienda vizuri, jambo kubwa ambalo unaweza kufanya ni kumrudishia Mungu shukrani. Na masomo yetu kweli yote matatu yanazungumzia hilo swala la shukrani. Somo la kwanza, kitabu cha Yoshua bin Sira anasema na sasa, msifuni Mungu wa vitu vyote. Kwa nini tunamsifu Mungu? Kwa sababu yeye ndiye Mungu wa vitu vyote. Yeye ndiye ametuumba, yeye ndiye ametuamusha siku ya leo, yeye ndiye ametuleta hapa, yeye ndiye aliwafanya hawa wazazi waweze kumzaa huyu baba yetu askofu, yeye ndiye alimfanya askofu kuwa askofu, yeye ndiye aliyekupa ile kazi uko nayo. Kwa hivyo ndio sababu tunakuja hapa kumsifu Mungu. Na sasa msifuni Mungu wa vitu vyote, afanyaye makuu duniani. Na yeye huyu Mungu wetu hafanyi mambo madogo madogo, yeye ye, anafanya makuu duniani. Kwa hivyo yale makuu yote ambayo unayaona katika ulimwengu, yale makuu yote ambayo unayaona katika maisha yako, ujue kwamba ni Mungu ameyatenda. Kwa hivyo lazima tutoe shukurani kwake, hii ni lazima kumtolea Mungu huyo shukrani, kwa sababu amefanya makuu katika maisha ya askofu wetu amefanya makuu katika maisha yako. Na wewe ile unastahili kufanya ni ufungue macho uone ni makuu gani Mwenyezi Mungu amekufanyia. Na kuu moja tu ambalo nalijua ambalo ametutendea siku ya leo ni kwamba leo tuko hapa, tumeamka, tumesafari, tumesafiri wengine kutoka mbali, tumefika. Lakini ile kuamka tu, ile uhai, hayo ni makuu, kwa sababu nikiwauliza ni wangapi wanajua jana walilala saa ngapi? Wangapi wanajua jana ulilala saa ngapi eh? sa? sa sa? sa? sa ngapi sa saa nne kamili. <laughs> Madam anasema saa 4 na arobaini alilala. Uliingia kitandani saa nne na 40 sawasawa? mm-hmm. tuliingia kitandani yes. Unaweza ukajua niliingia kitandani saa nne, lakini ulilala saa ngapi? Hakuna mtu anaweza akaniambia, uwezi ukaniambia, na ukiniambia we ni weni mwongo. Nasikia siku hizi simu zina app, sijui kama ni ukweli. Hiyo app inaweza ukakuambia ulilala saa ngapi. Mimi sijui, i don't know anyway. Ai ai na mambo mengi, but ni artificial eh sio natural. Sasa tunasema wewe, ile saa ulilala hujui, ulikuwa tu ni kama umekufa. Umelala huku unakumbuka nini inaendelea? Alafu asubuhi uli hujui, uliamkaje? Hujui, wewe ulijikuta tu. Kuna wao wanajikuta wanaamka, ama wengine wanaeka alam, lakini huwezi ukajua, ulikuwa ni kama umekufa. Kwa hivyo sio kwa nguvu zako uliweza kuamka. Hii ni makuu ya Mungu ambayo tunaichukulia for granted. Sasa sijui ni wangapi ulipoamka, wa ulipiga magoti ukamwambia Mungu, wa magoti, wa Mungu, Mungu. Mungu asante, wangapi walipiga magoti wakasema asante? Na usidanganye huko mbele ya Mungu, mko watano. Asanteni ninyi watano hao, wengine mwende maungamo, kwa sababu lazima tumshukuru Mungu kwa hayo makubwa ametufanyia. Kwa hivyo, jameni, leo tunakumbushwa tuwe na moyo wa shukrani na tuwe watu ambao wa tunafungua macho tuone kwamba Mungu anatufanyia makuu katika somo la pili